ambao Mungu anawataka wamwabudu. Na watu ambao Mungu anawatafuta wamwabudu, ni watu wanaomwabudu katika Roho na kweli. Tunaposema kuabudu tunamaanisha nini? Tunaposema kumwabudu Mungu ni kitendo cha kutambua uwezo wake na kumwendea kwa kicho. Kumwendea kwa kumcha, kumwogopa na kumuheshimu. Haleluya! Kumwendea kwa kunyenyekea na kujitoa maisha yako kwa ajili yake hujaanza kuabudu bado mpaka pale utakapokuwa tayari kuyatoa maisha yako kwa ajili yake unayemwabudu. Uko tayari kuangamia kuliko kuacha kumwabudu. Liposa kina Shedraki, Meshaki na Abednego walikuwa tayari kuingia kwenye moto kuliko kuacha kumwabudu Mungu wao. Mpendwa wangu, kuna thamani kubwa katika kuabudu. Ndiyo maana unaweza kuwaona mjini watu wanatamba, wanajiona wajanja, wanajiona wamemaliza na wamefanikiwa, halafu wanajisifia kwamba ni kwa sababu wanaabudu vitu fulani, ni waabudu wa mambo fulani. Thamani kubwa ipo katika kuabudu kuonyesha kwamba kuabudu kuna thamani kubwa. Shetani anavyotambua thamani ya kuabudu, anamwambia Yesu Kristo katika jaribu, baada ya kumwonyesha fahari yote ya ulimwengu, anamwambia yote haya nitakupa endapo utanguka na kunisujudia. Yaani yote haya mali zote hizi fahari zote hizi za ulimwengu, shetani yuko tayari kuzitoa endapo tu atapokea kuabudiwa. Sikiliza, shetani anaiga kila kitu kutoka kwa Mungu aliye juu. Maana yake nini? mtu ye